Yes, habari yako? Salama salama kabisa. Uh, leo mchezo umeonaje? Uh, mchezo ni mgumu na ulikuwa mzuri. Unajua mshakutana mabingwa, hauwezi kuwa mchezo, hauwezi kuwa mchezo mrahisi, lazima utakuwa mchezo mgumu. Wale tulipata ushindi kwao Botswana na wao walikuwa, naamini leo wakija ni lazima watafunguka ili kupata ushindi mapema kwa sababu wenyewe walikuwa wanajua nguvu ya nguvu ya Simba iko kwa wapi, kwamba wakijaribu waki, waki, waki, waki, waki kupaki basi inaweza kawakosti zaidi kwa wakajaribu kutushambulia. Uh, yote kwa yote aliyecheza vizuri ndio kapita. Je, unaridhishwa na kiwango cha Simba? Eh, naridhishwa na kiwango cha Simba na sababu zangu binafsi. Sababu kwanza Simba imepoteza kocha ambao walikuwa nao kwenye pre-season. Ahmed Morocco ni kocha mpya ndio kwanza leo ana kama siku sita nafikiri. Nafikiri uh, sawa anapata kampani na Te, kila kitu kwa kutoka kwa matola, lakini bado isaidii kwa sababu kila kocha ana wachezaji wake ambao anawatumia. Kila kocha anakuja na tekniki zake, ni rais ni mapema sana kwanza kusema Emedi Moroko afiti Emedi Moroko hivi. ni mapema sana tumpe muda, na nilisema juzi tulipotoka, tulikuwa taifa pale kwa mechi ya Fountain Gate. Nilisema Simba, subirini mechi saba mbele au nane, muone atarudi kwenye falsafa yake. safari Simba anachotakiwa kufanya, anachohisi Moroko na anachotakiwa kufanya kila mechi ni uh, win au tunavuka stage inayofuata. Unadhani Simba akileta kocha mwingine itakupa atakupa manufaa zaidi ya kusonga mbele e, mechi inayokuja kimataifa? ya yeah, ya yeah, wanahitaji Simba, Simba wanahitaji kocha mwingine? Ah, no. Ni mapema kusema kama wanahitaji kocha mwingine. Ila Simba anahitaji midfielder ambaye anaweza kutoa timu mbele kusogeza nyuma kupetoa timu nyuma kusogeza mbele. Kwa sababu hold, kama leo tumechezesha defense midfielder wawili, timu ilikuwa inabaki sana nyuma. Ah, tulikosa mtu ambaye anaweza kupiga pass za mwisho au kupiga pasi kupiga kwa, kwa timu pinzani. Lakini pamoja na hayo na ushindi uh, uh, kutoka sale mechi ya leo, maneno mengi yamekuwa kwa janca ya a kwamba amedelay sana kwenye eneo lake la ushambuliaji. Wewe kama wewe mtazamaji na mshabiki wa Simba kindakindaki, hilo kwako, kwa wewe umelichunguza, umelionaje? Mimi naweza nika, nika, sikasema mpira ni mchezo wa wazi, mpira ni mchezo wa makosa, wachezaji wengi masta wengi wakubwa wanakosa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kuliko huwa, lakini kitu ambacho mimi ninachomdai ni muunganiko wa timu yani, bado hajanifurahisha jinsi anavyoweza kuitoa timu nyuma kuipeleka mbele, au anatusaidia anakaa kwenye, kwenye mipira kila kitu kwenye, kwenye Morris, Morris leo ni mgeni kwenye timu ana mechi, mechi kadhaa nadhani kama mechi ya pili amecheza kama si eh, mechi ya pili amecheza, ushindani ni bado, anaonyesha energy ya kutosha tofauti na alivyocheza kwenye Fontaine Gate. leo alifika miguuni alipokonya mipira. Ali, ame, amesababisha penalti yu anafika kwenye maeneo rasmi, anapiga pasi njiani, anapiga pasi kwa mtu inafika vizuri, yani unaweza ukasema ni mchezaji ambaye kama alishakaa na Simba labda toka mwaka jana au mwaka wa juzi eh. Je, unaiona Simba ikifika hey? Eh, naiona Simba. Nilisema ijaji Simba mechi saba nyuma, mechi saba zinazokuja ijaji Simba naamini, anza leo kuhesabu mechi saba. Zilikuwa juzi nane, leo saba, anza kuhesabu. Simba atarudi kwenye falsafa yake kama Simba mchezo ambao tumeona na mchezo leo jinsi alivyoonyesha ni chini ya kiwango ambacho wengi walitarajia kuiona Simba, ambayo inaweza kupata matokeo wakiwa nyumbani Benjamin Mkapa. Hii hii knockout knockout, haijalishi hii, kwamba na ni namna gani, ni unatakiwa ucheze kwa kutumia akili, kwa mipango ambayo ikuvuke hatua ya kwanza, uende hatua ya pili. Simba ana wachezaji wazuri, wachezaji wanaweza kuamua mechi, wachezaji ambao wanatoka kwenye timu kubwa, wachezaji ambao wakiungana ili timu hiyo timu ni lazima waungane wakae pamoja. Simba kuna wachezaji walikosa, pre, walikosa pre-season kabisa. Simba kuna wachezaji walichelewa pre-season kwa sababu ya mashindano ya kimataifa chani nini, kila kitu, lakini jare, wanajaribu kukaa pamoja Uwezi kuwa jaji tu wachezaji wamekaa mwezi mmoja au wiki tatu waweze kuelewana. Hapana, mpira ni mchezaji wa, mpira ni mchezo wa kuelewana mfumo, mfumo. Tushazoea sisi 4 2 tatu moja Melo, lakini leo tulicheza nne nne mbili kwayo. Kila kitu, kila kocha na, kila mwalimu anakuja na mipango yake, lakini nachoamini mimi Simba mechi, mechi saba mbeleni atarudi kwenye falsafa yake. Wachezaji watakuwa shazoyana, wachezaji watakuwa sharudi kwenye kwenye, kwenye, kwenye muunganiko mzuri Kwa leo kunifurahisha, ndio maana kuna muda a, aliamua kurudi tena mfumo wake ule, ule wa mfumo wa mama uleule ule wa Simba, ambao ni nne mbili tatu moja baada ya kuona, baada ya kuona imeshindikana. Lakini ninachoamini kama mechi saba mbele, kama nilivyosema, Simba atabadilika, atarudi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye nafasi yake ile na falsafa yake kama Simba. Labda eneo gani zaidi la kukazia zaidi kwa upande wa Simba ili iweze kufanya vizuri zaidi kwenye mechi ngumu ngumu za kimataifa? Simba watu wajua washindwa kuelewa mpinzani ndio cheza naye ni mgumu na Simba sio kama akafanya makosa, timu imepoteza tu nafasi walizotengeneza, nafasi mbili za wazi, ilikuwa inatoka vizuri nyuma, lakini pale katikati kulikuwa hakuna maelewano Kagoma Kante au walishindwa kuunganisha timu soa mpaka anatoka hana huduma, soa mpaka anatoka hana huduma. Hatujakosa wachezaji quality, ni wachezaji ambao wale wawili wote nilikuwa defense midfielder, hakuna mtu ambaye anaweza kutoa timu Kudribo, kusogea mbele, kupiga pasi, kutembea, wale wote walikuwa wakipokea mpira wanatoa, wanasimama kwa sababu ya jinsi nafasi zao wanavyocheza, na ndio maana kuna utofauti kabisa. Mwaka jana ulivyoona, wakati anacheza Ngoma na, na Kagoma Ngoma alikuwa anasogea juu, anapiga pasi ndefu, anapokonya mipira zaidi, ana dribble zaidi. Nivyo naamini baada ya muda fulani Simba watahitaji namba nane timu za tu kushinda kazi. Kupata magoli ma mawili kwa shida. Leo mnatoa makucha hayo. Sio tu mnatoa makucha. Yeah. Alichofanya kizuri tutasema, na kama alitubemendea, lazima tutasema alitubemenda, alitubemenda kweli, hiyo sio uongo. Alitubemenda kwani uongo, alitubemenda sisi mpaka mechi za ligi kuu kupata magoli matatu ilikuwa ni issue. Sio kama alikuwa analazimisha wachezaji wengi. Tunataka kocha ambaye mpira Simba atakuwa anacheza mpira kwa relax. Simba anajua mpira wake, ujue Simba na mpira wake. Huo yeah. mpira ambao na relax Simba ndio unataka uje ndani ya Simba. Eh? Yeah. Hey, Simba Simba mpira mpira. Hey, na no, mpira wao relax. Bwana kumbe ulishagundua. Ndio mpira wetu. Mpira biriani. Sasa kilicho mbeba yule bwana ilikuwa nini? Finali ile. Yeah. Sema ile finali ndio? Ndio ilikuwa na mbeba. Yeah. Na finali magoli yake sasa. Ilikuwa moja moja. Mili moja kwa pili. Sare sare. Tuko tunapita kwa tabu ile ligi mpaka hivyo hivyo. Kwa kitendo cha kuondoka. Tukimpata kocha naye kwambia Jose. Narudia tena, Simba akimpata Jose nchi hii nakwambia itatikisika. Anaitwa Oliva Mbrazili ule alifundisha national. Kama Simba atava si konj... na jihada wakampata ule kocha, biashara itakuwa imeisha. Kocha si ndio hivyo sivi? Ziko nyingi, pana jangwa nani, msimbazi nani? Eh. Sivi zipo nyingi wazu walitoleta eh? Mpaka Gamondi naekaleta Mbona bwana? Mimi nimeuliza mna si mnatafuta kocha? Nasema hivi mpaka mbona nikaleta. Acha huyo tu. Ujanijibu bado. Mimi ndo nakuuliza. Kocha tunamtafuta. Sasa mimi yule wa majirani vipi hawafai? Nani? Yule wa majirani. Ah, unasema yule yule bwana mfarasa. Yule ambaye anajua kucheka. Yule kuna siku atacheka tu. Kwa macho yake vile vile. Kuna siku atacheka mwenyewe bila kulazimishwa. Yule si acheke yule. Kuna siku atacheka mwenyewe yule. Yule kuna siku atacheka mwenyewe. Mwacheni vile vile. Sasa nimegundua kitu kimoja. Yule kocha <laughs> yule ana matatizo, ila Yanga unajua Yanga juzi so hey. Kwa sababu Yanga sio timu ya mpira, Yanga ni wajanja, wajanja tu. Mimi nakwambia hivi, yule kocha yule wamemtegea yani mm. Kuna mechi wamemtegea tu atoe sare au amboteze, wanamfunganisha virago pale pale anaondoka, wote ana <laughs> <laughs> Yanga nini mm. Yanga sio Simba ujue juzi hey. Tu anaguna hapa mm, njomba hey. Wenyewe kwa wenyewe well, no, no, no, no. Hawanasema pale eh hey. Tarehe ishirini na tisa siku ya kutiki atakuwa hayupo. Mimi nakwambia ni kweli, tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi mkuu yeah, wakati watu wanatiki yeah, atakuwa shahudi Faransa, na ndio siku atacheka, atachekea kwa Ufaransa. Mimi nakwambia hivi <laughs> yanga <laughs> kwa ujumla nasema hivi yeah, yanga yeah, yanga yeah, mwaka huu ile graph ya Yanga imezidi kudrop kuanzia kocha wa kwanza, akaja Gamondi, akaja yule bwana wa juzi juzi, akaja huyu Mfaransa. Umeona bwana, Yanga inazidi kufanya nini? Kudrop. Ila Yanga nguvu wanazotumia nje ya uwanja ndo zinatuini sisi Nguvu zao wanajua wenyewe, nguvu zetu hizi na tunajua wapi tunakosea sisi, na hiyo password hiyo tunayo sisi. Tupeni nafasi ile. Kama bado hujanielewa, password tunayo sisi hiyo password. Tukifungua sisi Yanga tunamfunga hiyo password. Tukisema tunataka kuifunga password Yanga tunataka kuifungua tu siku moja na nana hii, itaanzia kwenye ligi itaanzia kwenye ligi. Kwenye ligi hiyo password itaanza kufunguka. Lakini mchungaji wanasema alikamwe kaomba kocha Yanga. Sasa kwani kwenye kuomba maombi, anaeomba si kila mtu. Kila mtu anaomba na kama wengine wanakuambia utoe faini tu. Unatoa faini ya labda fomu ya nini unaomba? Ukatazu kuomba eh? Ana leseni B. Eh, aombe tu kwani kuna shida gani? Kama ni mwalimu mzuri atamwajiri. Kwani shida ni nini? Shida tunatakiwa upate mwalimu. Kama ni mwalimu mzuri, kwani asiendelee, anaendelea tu. Kwa hiyo kwa ujumla Simba tunahitaji kocha haraka sana kwa hali iliyopo sasa hivi. Kocha haraka sana ili akompe na hali iliyopo and then Simba aende akachukua ubingwa wake wa klabu bingwa barani Afrika. Ikomekuja kwa muda wa kwetu. Kwa hiyo yes, hmm. Hey, hata kama sasa hivi anatumika Simba lakini sio wa kwetu, hatuwezi kumfikiria kwa sababu na national team tumeazimwa sisi hmm. Tunamtaka Jose. Jose. Ndio mjao kumsikia huyo mtu toka mzaliwa. Huyo Jose amefundisha kaiza chifu. Huyo Jose, Jose. Uyum, uyo, Jose, uyo, Jose kafundisha national. Na tunamtaka ndani ya Simba Sports Club. Mungu awabariki sana.